Usaidizi wa kifedha wa kulipia gharama za huduma ya watoto katika jimbo la Vermont. Kulipa huduma ya mtoto ni jambo linalosumbua familia nyingi. Habari njema ni kwamba Serikali ya Vermont ina mradi unaosaidia watu wengi kulipia huduma ya mtoto. Ikiwa unaweza kujaza fomu mtandaoni na kusoma na kuandika kwa Kiingereza unaweza kuomba msaada wa kifedha kupitia tovuti hii. Bonyeza Childcare Financial Assistance ambayo kwa Kiswahili inamaanisha msaada wa kifedha kwa malezi ya watoto. Kisha bonyeza Parent Portal, yaani ukrasa wa wazazi. Utahitaji kujaza anwani yako ya barua pepe pia kutengeneza neno siri za tovuti hizi ziko kwenye sehemu ya maoni ya video hii. Unaweza pia kupata msaada wa kuomba fedha kutoka kwenye shirika la huduma ya watoto lililo karibu nawe. Unaweza pia kupiga simu, kutuma barua pepe, au kwenda ofisini mwao. Watakupa mkalimani ukimhitaji. Ofisi zote na namba zao za simu zinaonyeshwa hapa kwenye skrini. Ikiwa unahitaji msaada kujua shirika lililo karibu nawe, piga nambari 211 kupokea msaada. Ukihitaji mkalimani, bonyeza nambari 5 na useme lugha yako wakati simu itakapopokelewa. Ili upate msaada wa kifedha kwa huduma ya mtoto, lazima utakidhi vigezo fulani vya kipato na utoe sababu ya kuhitaji huduma hiyo, kwa mfano ikiwa una kazi au wewe ni mwanafunzi shuleni. Utahitaji kuwasilisha uthibitisho wa kipato chote cha familia yako na idadi ya watu mnaoishi nao nyumbani. Kulingana na taarifa utakayotoa, serikali inaweza kulipa gharama zote za huduma ya mtoto au kulipa sehemu yake na wewe ukalipa inayosalia. Serikali ya Vermont pia imeweka kiwango cha juu cha malipo kwa huduma ya mtoto. Ikiwa gharama ya huduma unayoichagua inazidi kiwango hicho, utahitajika kulipa utofauti wa gharama iliyozidi. Unaweza kuomba msaada hata kabla ya kupata huduma ya mtoto. Baada ya kutuma ombi, iwe kupitia shirika au mtandaoni, subiri barua au barua pepe kutoka Parental Portal au kwa lugha ya Kiswahili ukrasa wa wazazi. Barua utakayopokea itakuwa kwa lugha ya Kiingereza. Itakuonyesha ni nyaraka gani zinazokosekana kwenye ombi lako na tarehe ya kuzikamilisha. Ni muhimu sana kuwasilisha taarifa zote kabla ya tarehe kufikiwa. Vinginevyo, ombi lako litafungwa na utalazimika kuanza upya. Shirika la huduma ya mtoto linaweza kukusaidia kukamilisha ombi hilo. Kama ombi lako halijakubaliwa kabla mtoto wako hajaanza huduma, unaweza kurudishiwa gharama za huduma ya mwezi mmoja baada ya mtoto kukubaliwa. Ombi lako likikubaliwa, serikali italipa sehemu ya gharama za huduma ya mtoto ulioidhinishwa moja kwa moja kwa mtoa huduma. Wewe ndiye utaamua mtoto wako atakapoenda kupokea huduma. Shirika linaweza kukusaidia kutafuta huduma na kuomba msaada wa kifedha, lakini uamuzi wa mwisho unabaki kuwa wako. Unaweza kubadilisha mtoa huduma bila kuomba upya msaada wa kifedha. Lazima uombe msaada wa kifedha wa huduma ya mtoto kila mwaka. Serikali itakutumia barua kukujulisha kwamba muda umefika wa kuomba msaada tena. Kwa hivyo, ni muhimu kuwajulisha ukihamia mahali pengine. Shirika linaweza pia kukusaidia kufanya hivyo. Hata mtoto akiwa tayari anasoma, unaweza bado kuhitaji huduma ya mtoto kama vile wakati wa shughuli za baada ya shule au msimu wa likizo. Shirika linaweza kukusaidia kupata huduma hizo na kuomba msaada wa kifedha pia. Kuna hali maalum ambapo unaweza kuomba msaada wa kifedha wa aina nyingine kama mtoto wako ana mahitaji maalum ya kiafya, familia yako inakabiliana na hali dharura au DCF imehusishwa na familia yako. Masharti na njia za kuomba msaada wa aina hizi ni tofauti. Uliza shirika la huduma ya mtoto ikupe maelezo zaidi. Kumbuka, kuna video zingine tatu kuhusu mfumo wa huduma ya mtoto katika jimbo la Vermont zilizoundwa na Vermont Justice Project, au kwa lugha ya Kiswahili mradi wa haki ya lugha katika jimbo la Vermont. Unaweza kupata video hizo kwenye sehemu ya maoni ya video hii.